Japo umemalizika kwa namna isiyotupendeza sisi na kwa namna ambayo hatukuwa tumejiandaa nayo. Tumepoteza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi na tena tumepoteza nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, ambayo tunaamini huwa ni kitovu chetu cha mafanikio, lakini hii leo mambo yamekuwa tofauti. Tulijiandaa, tulifanya maandalizi makubwa ya kuja kupata ushindi hii leo, na kila kitu kilikuwa kiko sawasawa kwa ajili ya mnyama kupata ushindi hii leo, lakini mambo yamekuwa tofauti baada ya kipindi e, baada ya mchezo kuanza, na mpinzani wetu akanufaika kwa nafasi moja aliyoipata akaweza kufunga goli ambalo limetokana na kujigonga e, kwa maana ya, ya, ya defle, deflection na hatimaye ikazaa bao moja pekee ambalo limetenganisha mchezo huu sisi kwetu Simba Sports Club tunasema ya kwamba haya ni matokeo mabaya, ni matokeo mabaya sana. Kufungwa ni jambo moja, kufungwa nyumbani ni jambo la pili, hasa kwenye michuano hii ya Afrika ambayo kila mtu anajidhatiti na ameweka ngome kubwa kupata ushindi nyumbani. Lakini kwa sisi imekuwa tofauti hii leo, tumeanza kwa kupoteza mchezo wetu wa kwanza tena nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Ni matokeo ambayo yanafedhehesha, ni matokeo ambayo yanauma, ni matokeo ambayo yanachukiza na ni matokeo ambayo yana yanaumiza kweli kweli. Lakini matokeo haya pamoja na, na, na, na machungu tunayoyapata kupitia matokeo haya, lakini hatupaswi kutukatia tamaa, hatupaswi kujikatia tamaa sisi wanasimba, wala hatupaswi kwa matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata hatupaswi matokeo haya kutuvunja moyo. Matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata hii leo hayapaswi kutuondoa wenyewe mashindanoni, yani kutunyongonyesha, very right, yani kwamba tumefungwa nyumbani, yani ndo mwisho wetu umefikia hapa, tena hatuna mwendo tena, mambo yetu yameshakuwa mabaya, yameshakuwa magumu. Hatupaswi kuwa na kauli kama hizo wanasimba. Matokeo mabaya tuliyoyapata leo yatupe nguvu ya tupe chachu ya kupambana katika mechi tano ambazo zimebaki, na mimi ni, ni wakumbushe wanasimba, leo hii tumeanza vibaya, lakini tumeshawahi kuwa na mwanzo mbaya zaidi ya huu. Msimu wa mwaka 2022-2023 kwenye ligi ya mabingwa Afrika, tulianza vibaya kwa kufungwa mabao matatu kwa bila na Raja Casablanca hapa hapa Benjamin Mkapa watu waliondoka wamechanganyikiwa, watu waliondoka wanatembea kwa vichwa, watu waliondoka Benjamin Mkapa wanatambaa, hawaamini macho yao, nyama anapasuka bao tatu Benjamin Mkapa mbele ya Raja Casablanca, lakini tuliyapokea matukio hayo. Haikuishia hapo, tukasafiri kwenda kwenda Gine, tukaenda kucheza na Horoya. Horoya naye akatupasua bao moja, yani mpaka tunakwenda kwenye mechi ya tatu ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, hatuna pointi hata moja. Huo ndio ulikuwa mwanzo mbaya kweli kweli ambao wanasimba tunapaswa kukumbuka. Lakini nini tulifanya baada ya kupoteza mechi mbili za mwanzo? Tukakaa chini wanasimba, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata nguvu mpya, tukajipanga. Mechi ya tatu tumekwenda kucheza na Vipers, tukampasua tukachukua alama moja tukageuka na Vipers hapa Benjamin Mkapa tukampasua tukachukua alama tatu, jumla zikawa sita. Tukaenda tena Morocco tukafa bao tatu nyingine na Raja Casablanca. Ulikuwa ni msimu, ukiangalia mbele unaona kiza, lakini mechi ya mwisho nyama akampiga horo ya bao sita, tukafuzu kwenda robo fainali kwa idadi ya alama tisa hiyo hiyo ndiyo Simba Sports Club. Hatupasi kuikatia tamaa Simba yetu. Tumeshawahi kuwa na mapito magumu, tumeshawahi kupitia nyakati ngumu kwenye hatua hizi za makundi, lakini huwa tunaamka na kufanya vizuri. Mimi rai yangu kwa wanasimba, tuumie tunavyoweza kuumia, tukasirike tunavyoweza kukasirika, tufanye tunachoweza kufanya, lakini kwa haraka sana tunatakiwa kurejea mchezoni. Kwa haraka mno tunatakiwa kurejea kwenye mapambano, kwa sababu tarehe 30, kuna vita nyingine inatusubiri Mali dhidi ya Stade Malien. Tunatakiwa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini hatuwezi kufanya vizuri mchezo huo kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la masononeko, kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la, la kujikatia tamaa. Bwana Simba, sisi hatujawahi kuishia njiani kwenye safari zetu za hatua ya makundi okay. Na mwaka huu hata pamoja na kuanza vibaya kwa kufungwa na Petro, lakini bado safari yetu tunaiona ikiwa ang'avu kule mbele. Lakini unaweza ukafungwa, ila ukakaa ukaifanyia tathmini timu yako ikakupa matumaini ya kwamba una timu ya kufanya vizuri huko mbeleni. Ukiangalia mchezo wa leo tumeutawala, ukiangalia Simba tumetengeneza nafasi nyingi, ukiangalia tuna nafasi ambazo kipindi cha ja kwanza tumezitengeneza na kuzipoteza, sio kwa ubora wa mpinzani, ni kwa hali ya mpira. Unajipa una, una, una matumaini ya kwamba timu tunayo. Ukianza kuiangalia nafasi ya Elie Mpanzu, nafasi ya Morris Abraham, nafasi za wazi kweli kweli, lakini ndio mpira wa miguu, na wala sio kwa ubora wala juhudi za mpinzani wetu Petro, ni kutokana na makosa ya kimchezo ndiyo ambayo yamewaweka salama wapinzani wetu makosa kama haya hayawezi kujirudia katika mechi nyingine, na uzuri ni kwamba wachezaji wenyewe wamepokea, wame ile hali ya, ku, ya kupoteza mchezo leo imewaingia, wamejifil vibaya. Maana yake ni kwamba kila mmoja anakwenda kuangalia mapungufu yake mapungufu ya timu. Tuamke twende tukafanya ubaya ubwela huko mbeleni ha, mimi nili, nili, nili, nilisema kitu kimoja. Unajua, watu wamekariri, wakiona Waarabu wengi kwenye kundi ndo wanajua kundi gumu, lakini kiuhalisia hakuna timu nyepesi kama timu, kama timu za Kiarabu na sisi Simba Sports Club tunasema hivyo kwa uzoefu tuliokuwa nao. Mafanikio yetu yote sisi huwa yanatokana na kucheza na timu za Kiarabu na kama sisi tungekuwa na Waarabu kwa mfano wawili watatu, yaani tungekuwa tushaingia group stage, tushaingia robo fainali mpaka muda huu, yaani mpaka muda huu tungekuwa tumeshaingia robo fainali, kwa sababu sisi tunajua kucheza na wale watu na tunajua udhaifu wao na tunajua sio, e, timu za, ku, za kutisha sana kama unajikaza vizuri. E, kundi letu ni gumu mno, kwa sababu kuna watu wapya ambao hawatabiriki kuna huyu Petro Atletico lakini kuna Stade Malien, nadhani mechi hizi mbili za mwanzo zimeonyesha taswira, hili ni kundi la aina gani. Stade Malien anakwenda kumdindishia Esperance nyumbani kwake Tunisia, wanaondoka na moja moja. Wanaondoka na pointi moja moja, hiyo sio kundi jepesi hata kidogo. Lakini pamoja na yote hayo mnyama, sisi we are very sure. Ndani ya kundi hili tumepoteza tuna tunashukuru, lakini tunaamini ndani ya kundi hili tunachanga karata zetu zilivyo. Mnyama anavuka vizuri, bado mapema mno na wana simba wala wasiingie kwenye mtego wa unyonge. Mnyama bado yuko salama kweli kweli. Ahmed, baada ya kupangwa makundi siku kadhaa nyuma, ulisikika kwenye interview ukasema kama hauna uhakika wa timu yako kutoboa hatua makundi, kwa maana kwenda robo finali, usitengeneze jezi ya kimataifa. Jezi za kimataifa ni ile ile. Ni uliona mbali au kuna nini ulikuwa unamaanisha tuloika, itasambaa mno? Ah, sisi jezi za kimataifa tunazo labda kama nyinyi hamjazio ham, ham jezi za kimataifa. Si kimataifa. Si logo ndio si, si eh, si wewe unajua <laughs> oh, kumpenda mtu kwa sababu ya makeup <laughs> Eh? Sana kwa shabadilika tayari huyo. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na hii logo hapa tayari hii ni jezi mpya kabisa, kwa hiyo nilikuwa nina uhakika na kile ambacho ninakizungumza. Kwa hiyo sisi tuna jezi mpya za kimataifa, kwani kwani ligi tunavaa kama hii? Ah, kuna kuna kama hapo eh. Mm. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ligi hatuvai hii, maana yake sisi tuna jezi mpya za mashindano tumetengeneza kwa ajili ya kwenda robo finali. Mimi najua leo wataimbia sana hiyo clip, kama hauna uhakika wa kwenda robo finali. Sasa sio sisi, sisi hii ni robo finali yetu ya tano. Ni ni ni, ni, group stage yetu ya tano ya ligi ya mabingwa, na katika group stage yetu ya tano hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Hii ni group stage yetu ya saba ya michuano ya kafu hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Kwa hiyo so, tunapokaa na kuzungumza ya kwamba mnyama anavuka kwenda hatua ya robo finali, tunazungumza from the experience na tunazungumza kutoka kwenye ubora tuliokuwa nao, na ndio maana wala hatuna mashaka. Mimi niwaambie wana Simba, wala wasiwe na mashaka wala wasiwe na wasiwasi. Tunakubali tumeanza vibaya, lakini tunayo nafasi ya kubadilisha huu ubaya ambao tumeanza nao kuwa na mazuri huko mbeleni. Msimu huu ambao unaozungumza mli baada kupoteza mechi yao ya kwanza mlimpatia Vipers kachukua alama sita. Kwa sasa ukiangalia katika wapinzani wa Robaki kuna ambaye unaona unaweza kuchukua kwake na kwako? Kwanza, huyu huyu Stade Malien hatujamalizana naye. Amini Petro de Luanda. Eh, huyu huyu Petro de Luanda. Huyu nyumbani kwake moto utabaka. Huyu wala hatujamalizana naye. Kachukua kwetu tutachukua kwao, hilo wala halina wasiwasi wasi. Na kuna mtu hapa atatupa tu maisha, hilo wala sisi hatuna mashaka nayo. Hii ni, ni, ni, ni timu kubwa mno Simba Sports Club, hatuwezi kuyumbishwa na kupoteza mechi moja. Tena mechi zenyewe una mechi sita, unapoteza moja, unabakisha mechi tano mbeleni, unakuwa na mashaka gani na Simba yako mjini sasa hivi pekee anayozungumza ni mtani wako Yanga. Wote watatu wenyewe wamepoteza. Kamfunga nani wewe? Kamfunga nani? Kamfunga nani bana bana? wewe? nani? Yule sio mpinzani mkuu. Mmm, Ha? Wenyewe wanasema a Morocco bila kutaja We, huyu Petro ni hatari kaka, huyu Petro ana balaa zito. Inawezekana sio timu. Unajua, sisi tunachanganya ubora na umaarufu. Inawezekana Petro sio timu maarufu kama ilivyo Stade Malien, sio timu maarufu kama ilivyokuwa Stellenbosch, sio timu maarufu msimu uliopita, lakini unapokuja kwenye kiwanja unapata upinzani mgumu Huyu Petro di Luanda ni, ni, ni timu ngumu kweli kweli, ni timu ambayo imetengenezwa, unaiona kabisa ugumu wake wa kiufundi. Pamoja na ugumu wake wote huo, lakini Simba tumefanikiwa kutoboa ngome yao na kufika golini kwao zaidi ya mara tatu, tunakosa wenyewe. Ni mpinzani mgumu uweze kumlinganisha na mpinzani yeyote katika hatua hii ya group stage, hasa ukizungumzia makundi mengine. Unawaambia nini wana Simba ambao wanaonekana kumkatia tamaa kocha, akisema kwa nini anapenda kuanza na bila mshambuliaji sasa kipindi cha kwanza. Hilo siwezi kumjibia uh, kwa nini anaanza bila mshambuliaji, yeah. Yeah. Yeah. Lakini uki, uki, ukifanya overall analysis uh, kipindi cha kwanza ambacho uh, tumecheza bila mshambuliaji asilia uh, tumekosa nafasi mbili za wazi kabisa, ile moja ilikuwa Morris anaweka ana, ana, ana, ana, ana tupochi lile mambo ya mipango ya, ya Mungu tena ikalanginja ikatoka. Kwa hiyo eh, hakukuwa na mshambuliaji asilia, lakini nafasi zimetengenezwa na watu na unaweza kusema labda, hasa pale, angekuwa mshambuliaji asilia angefunga ange, lakini yote hayo ni, ni, ni ange. Eh, mwalimu anaweza akajibia zaidi kwa nini yeye anapendelea ana, ana, ana, ana, mfumo huo. Mimi ninachoweza kuwaambia wanaSimba eh, tuwe wapole Eh, tusijichanganye, kwa sababu tuna mechi nyingine wiki inayokuja. Kwa hiyo tukikubali sasa hivi eh, kuanza kujichanganya na kuchambua kwa nini ameanza na huyu au kuanza na yule, tutaanza kupiga miluzi mingi, tutampoteza tampoteza mbwa. Kwa hiyo tuwa pole, tuwe watulivu, tumwache mwalimu marim. Mwalimu uzuri na yeye na anafanya postmortem yake, ataangalia je yeah, alivyoanza na mshambulia bila mshambuliaji alivyoingia mshambuliaji mmoja, alivyoingia mshambuliaji wa pili tukawa na double striker. Ataangalia utofauti wake uko wapi. Mechi inayokuja anaweza akafanya mabadiliko.